Na zaidi ya wanachama elfu tatu wa chama cha wanaume wa kanisa katoliki kutoka dayosisi ya Nairobi walikusanyika katika kanisa katoliki la Queen of Apostles Ruaraka, kaunti ya Nairobi, baada ya kukamilika kwa mashindano ya uimbaji baina ya parokia ya mbalimbali yaliyoanza mwezi Mei. Kutoka kwa makundi 37, Holy Family Utawala waliibuka washindi na kufuatiwa na St Jude Donholm, huku Shrine of Mary Help of Christians wakimaliza watatu. Katika kanisa katoliki la Queen of Apostles eneo la Ruaraka, kaunti ya Nairobi, maelfu ya wanachama kutoka chama cha wanaume wa kanisa katoliki kutoka parokia mbalimbali jijini Nairobi walikusanyika kwa awamu ya mwisho ya mashindano ya uimbaji <coughs> Washiriki wakipewa takriban dakika tano kutumbuiza kwa kauli mbiu mwaka wa jubilii, mwaka 2025, tafsiri kutoka lugha ya Kimombo ya Pilgrims of Hope 2025. The message was calling us as as the church, as the community, as humanity at large, to be thoughtful of other people. Holy Family Utawala wakaibuka washindi. The first number, achieving 95% of that song from a very critical bench, it means that that adjudication was very good and all the members, you see, they were very very, comfortable. Kulingana na mshirikisho wa chama hicho dayosisi ya Nairobi joshua Mburu, mashindano hayo yalitoa fursa kwa wanaume kufahamiana na kushauriana kutokana na changamoto za hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa. Hata hivyo, wakongwe katika chama hicho walitoa wito kwa vizanzi vya sasa kuhusika katika hafla kama hizo na kukua kiroho. Wajaribu kurekebisha, mtu ajaribu kufuata vile anasikia vile anaona ni mzuri, kwa sababu lazima uangalie kitu uzuri yake na ubaya yake. Hii kitu ukiona inaweza kukupoteza, kuachane nayo. Mashindano ya uimbaji ya chama cha wanaume katika kanisa Katoliki yalianzishwa mnamo mwaka 2017 kukuza imani ya Kikatoliki na maisha ya kidini miongoni mwa wanachama wake. Kasi cha Namasha, Darubini, wikendi.